Mambo vipi, naitwa Mohamed Zani, karibu sana Smart Solution. Uh, ni kweli uwezi wa madirishani wanaumiza na wanakera, na ndio kawaida ya mwizi ambaye wanaitwa vibaka hawa. Wanachoweza kufanya ni kuangalia upenyo kwenye dirisha lako, kufyatua ile loki na kuweza kuingia na kupita na kukuibia, na mwisho wa siku wanafanikiwa. Lakini sasa unajizuia vipi? Lazima uwe na nyenzo, na nyenzo na taarifa inayokupa ni kwamba Una hii inaitwa window alarm. Hii window alarm inafanya kazi ya kushtua na kumshtua mwizi kwamba hili eneo linalindwa. Hii inatumia betri, unaweka betri kama hivi. Ukishaweka betri zako kama hivi, unaweka on. Ukishaiweka on, ukishaiweka on, unaiweka kwenye dirisha lako na ina gundi zake hizi. Kwa hiyo, kwahiyo ikishakuwa on, mwizi akitokea tu amesogeza dirisha hili. Hapa dirisha liko salama. Akifungua tu dirisha inapiga kelele. Hapa amerudisha. Kwa hiyo faida ya hii ni kwamba kabla mwizi hajavunja grill yako hajavunja lile grill lako dirisha lako tayari itakuwa imepiga kelele, na ikipiga kelele yeye anakimbia na wewe utashtuka wa ndani. Mwisho wa siku dirisha linabaki salama na TV yako inabaki salama na kufanya wewe uwe katika usalama zaidi na mwizi anakuwa ameondoka. Karibu sana Smart Solution, hizi alamu zinapatikana na ukija tutakuelewesha namna zinavyofanya kazi na utaona jinsi ya kuziweka kwenye dirisha lako, na mwisho wa siku kutaenda kufunga mwenyewe. Sisi hiyo ndio shughuli yetu kubwa ya kuhakikisha kwamba unaelewa namna inavyofanya kazi na namna unavyoweza kuitumia. Karibu sana Smart Solution.